Jina naitwa Rafii Muhammed Khamisi ni mwanafunzi kutoka chuo cha mafunzo ya sheria na utafiti Zanzibar. Mimi kama kijana, kupitia kongamano hili, nimefaidika kikubwa sana, kutokana kwamba nimekuja kujifunza juu ya historia ya mwasisi wetu wa kupata uhuru, rais wetu wa kwanza Sheikh Abeid Amani Karume, lakini pia kumwenzi ule uzalendo wake alikuwa akiufanya kutokana na vitendo vyake juu ya kuleta mstakabali mzima wa maendeleo wa nchi yetu ya Zanzibar. Kwa hivyo, mimi nishauri tu kwamba kongamano hili lisiwe mwanzo na mwisho hapa, bali liwe ni endelevu, ili tupate kama sisi vijana na wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu tupate kujua zaidi uzalendo wetu wa nchi yetu ya Zanzibar kupitia waasisi wetu waliopita, ama wazee wetu wa zamani. Mimi kama kijana, nawasihi vijana wenzangu kwamba siku ya kupiga kura siku ukifika tuende tukapige kura, tukimaliza kupiga kura turudi nyumbani, tusiwe tunashaishiwa na watu ili kuvuruga amani, bali tuwe ni mstari mbele kuhimiza amani yetu idumu daima milele. Mimi kama mimi nenda kupiga kura, namchagua Dr. Hussein Mwinyi. Nimeshajika sana kumchagua Dr. Hussein Mwinyi, sababu anatuletea maendeleo mazuri, mahospitali, mabarabara, kwa kweli nchi inapendeza ya Zanzibar. Mitano tena Oktoba tunatiki.